Aengus Kelly, mkurugenzi mtendaji wa AerCap, kampuni kubwa zaidi duniani ya upangishaji ndege, ameonya kuwa bei za ndege za Boeing huenda zikaongezeka kwa hadi dola milioni 40 kwa kila ndege kutokana na vikwazo vya kibiashara vilivyowekwa na Rais wa Marekani, Donald Trump. Vikwazo hivyo, ambavyo vimeongeza mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na washirika wake wa kimataifa, vinaweza kulazimisha mashirika ya ndege kuhamia kwa kampuni ya Ulaya ya Airbus, jambo ambalo linaweza kubadilisha mizani ya nguvu katika sekta ya anga. Katika mahojiano na CNBC Kelly alieleza kuwa ikiwa Marekani na Ulaya zitaweka vikwazo vya kulipiza kisasi vya asilimia 25, bei ya Boeing 787 Dreamliner itaongezeka kwa kiasi kikubwa na kufanya ndege hizo kuwa gali kwa mashirika mengi. Alibainisha kuwa ongezeko hilo la gharama litazuia mashirika ya ndege kununua ndege za Boeing. Trump alianzisha vikwazo vya kwanza kwa uagizaji wa chuma na aluminium March mwaka 2018, kwa lengo la kulinda viwanda vya Marekani. Hata hivyo, mwanzoni mwa mwaka 2025, serikali yake ilipanua vikwazo hivyo kwa kuweka ushuru wa asilimia 25 kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Uchina, Kanada na Mexico. Sera hizi zimeongeza gharama za uzalishaji, hasa katika sekta ya anga. Mashirika ya ndege kote duniani, hasa yale yenye faida ndogo, yanaweza kupata changamoto kutokana na ongezeko la gharama. Ikiwa bei za Boeing zitapanda, mashirika mengi yanaweza kuelekeza oda zao kwa kampuni ya Airbus ambayo haiathiriki na ongezeko hilo la gharama linalotokana na vikwazo vya kibiashara. Kile alionya kuwa katika hali mbaya zaidi, Boeing inaweza kupoteza sehemu kubwa ya soko, ikibakia na asilimia 20 hadi 25 pekee ya soko la kimataifa, huku Airbus ikidhibiti asilimia 75 hadi 80 iliyobaki. Alisisitiza kuwa mabadiliko haya yanaweza kubadili ushindani katika sekta ya anga. Iwapo vikwazo vitaendelea, mashirika huenda akapunguza oda zao kwa Boeing, jambo ambalo linaweza kusababisha upungufu wa ajira na uzalishaji. Aidha, ongezeko la gharama za ndege zinaweza kuongeza bei za tiketi kwa abiria. Kadri mvutano wa kibiashara unavyoendelea, wataalamu wa sekta wanachunguza kwa ukaribu mazungumzo kati ya Marekani na washirika wake wa kibiashara, wakitumaini suluhisho litakalosaidia kuleta udhibiti katika bei za ndege na masoko ya kimataifa ya anga.